Karibu sana tuangazie matukio mbalimbali yanayojiri juu ya vita vinavyoendelea kati ya Israel na Iran. Na sasa tutazamie matokeo mabaya zaidi yanayoweza kutokea juu ya vita hivi vinavyoendelea baina ya Israel na Iran. Kwa sasa mapigano kati ya Israel na Iran yanaonekana kuwa ya mataifa hayo mawili peke yake. Katika Umoja wa Mataifa na kwingineko, kumekuwa na wito mkubwa mataifa hayo kujizuia kuendeleza mashambulizi, lakini hali itakuwaje ikiwa watashindwa kujizuia? na je, hali itakuwaje ikiwa mapigano yataongezeka na kutanuka? Naomba ni kufahamishe matukio machache mabaya zaidi yanayoweza kutokea. Licha ya yote ambayo Marekani imekanusha, Iran inaamini kabisa kwamba majeshi ya Marekani yaliidhinisha na pia kuunga mkono mashambulizi ya Israel kimya kimya. Iran inaweza kushambulia maeneo ya Marekani kote mashariki ya kati, kama vile kambi za vikosi maalum vya kijeshi nchini Iraq, kambi za kijeshi katika eneo la Guba na misheni zake za kidiplomasia katika maeneo hayo. Vikosi vya washirika wa Iran, yani Hamas na Hezbollah, vinaweza kuwa vimepunguzwa makali yake sana, lakini wanamgambo wake wanaunga wa mkono na Iran nchini Iraq wamesalia na silaha na bado ni imara sana. Marekani ilihofia mashambulizi hayo kama yangeweza kutokea na kuwaondoa baadhi ya wa wafanyakazi wake. Katika ujumbe iliyotoa hadharani, Marekani imeonya Iran kuhusu matokeo ya ya shambulio lolote dhidi ya maeneo yake muhimu. Lakini ni nini kinaweza kutokea ikiwa raia wa Marekani atauawa, tuseme huko Tel Aviv au mahali pengine? Donald Trump anaweza kujikuta akilazimika kuchukua hatua. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akishutumiwa kwa muda mrefu kwa kutaka kuiburuza Marekani imsaidie ili kuishinda Iran. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema ni Marekani pekee iliona mabomu ya kufiatua mabomu ambayo yanaweza kupenya ndani kabisa ya vituo vya nyuklia vya Iran hasa kile cha Fordo. Trump aliahidi eneo la bunge lake la MAGA kwamba hataanzisha vita yoyote inayoitwa vita ya milele katika Mashariki ya Kati. Lakini vile vile, we Republican wengi wanaunga mkono serikali ya Israel na mtizamo wake kwamba sasa ni wakati wa kutafuta mabadiliko ya utawala mjini Teheran. Lakini Marekani ikiingizwa kwenye vita hivyo vitakuwa vimetanuka vibaya mno, huku vikiwa na uwezekano wa kuendelea kwa muda mrefu na kuwa na athari mbaya zaidi. Na iwapo Iran itashindwa kuharibu jeshi la Israel linalolindwa vizuri na shabaha nyinginezo, basi inaweza kuelekeza makombora yake kwenye maeneo muhimu ya Israel katika ukanda wa Guba, hasa nchi ambazo ni jirani. Na Iran inaamini zilisaidia maadui zake kwa miaka mingi. Kuna maeneo lengwa mengi ya nishati na miundombinu katika kanda hiyo. Kumbuka Iran ilishutumiwa kwa kushambulia maeneo ya mafuta ya Saudi Arabia mnamo mwaka 2019 na washirika wake wa, wa Houthi walifikia shabaha zake huko UAE mnamo mwaka 2022. Na tangu wakati huo kumekuwa na maridhiano ya aina fulani kati ya Iran na baadhi ya nchi za maeneo hayo. Lakini nchi hizi ni mwenyeji wa kambi za ndege za Marekani. Baadhi pia kwa busara walisaidia kuilinda Israel dhidi ya mashambulio ya makombora ya Iran mwaka jana. Iwapo eneo la Guba lingeshambuliwa, basi hayo yanaweza kudai ndege za kivita na Marekani waje kuilinda Guba. Na je itakuwaje shambulio la Israel likishindwa vipi? Ikiwa maeneo ya nyuklia ya Iran yako kina cha chini sana na yanalindwa vizuri Je, hali itakuwaje ikiwa kilo 400 za madini ya uranium iliyorutubishwa kwa asilimia 60, fueli ya nyuklia ambayo imesalia kidogo tu kwa silaha kamili inayotosha kwa mabomu kumi au zaidi hayataharibiwa? Inadhaniwa kuwa yanaweza kufichwa ndani ya migodi ya siri. Israel inaweza kuwa imeua baadhi ya wa wanasayansi wa nyuklia, lakini hakuna mabomu yanayoweza kuharibu ujuzi na utaalamu wa Iran. Je, itakuwaje ikiwa shambulio la Israel litawashawishi viongozi wa Iran kwamba njia pekee ya kuzuia mashambulizi zaidi ni kuhakikisha imekuwa na nyuklia haraka iwezekanavyo. Je, itakuaje ikiwa kiongozi ama viongozi wapya wa kijeshi waliokwenye meza ya mazungumzo ni wakaidi na hawajali sana kama ilivyokuwa kwa watangulizi wao waliokufa. Hii inaweza kulazimisha Israel kufanya mashambulizi zaidi na uwezekano wa kuliweka eneo hilo katika mfululizo wa matukio ya vita na kujilinda. Na je, itakuwaje Iran itakapojaribu kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ikizuia zaidi usafirishaji wa mafuta? Hali itakuwaje katika upande mwingine wa rais wa Arabia ikiwa Houthi huko Yemen wataongeza mashambulizi yao dhidi ya meli katika bahari ya Shamu? Wao ndio washirika wa, wa mwisho waliosalia wa Iran, wanaojulikana kwa kutotabirika. Nchi nyingi ulimwenguni tayari zinakabiliwa na matatizo ya harama ya juu ya maisha Kupanda kwa bei ya mafuta kutaongezeka mfumuko wa bei kwenye mfumo wa uchumi wa kimataifa ambao tayari umeshuka kutokana na vita vya ushuru mkubwa vilivyoanzishwa na Trump. Na tusisahau mtu mmoja ataifaidika na kupanda kwa bei ya mafuta ni Rais Putin wa Urusi, ambaye ghafla atakuwa na mabilioni ya dola, akifidia hasara iliyotokana na vita vyake dhidi ya Ukraine na je, itakuwaje ikiwa Israel itafaulu katika lengo lake la muda mrefu la kuangusha utawala wa nchi ya Kiislamu ya Iran? Netanyahu anadai lengo lake kuu ni kuharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, lakini aliweka wazi katika taarifa yake kwamba lengo lake kubwa ni kuchochea mabadiliko ya utawala. Aliwaambia watu wa Iran kwamba mashambulizi yake yalikuwa yanasafishia njia ya kufikia uhuru wenu kutokana na kile alichokiita utawala mbovu na wenye udhalimu. Kuiangusha serikali ya Iran kunaweza kuwavutia baadhi ya watu katika eneo hilo, hasa baadhi ya Waisrael, lakini inaweza kuacha ombwe gani? Je, athari zake zitakuwa ni namna gani? Mzozo wa wenyewe kwa wenyewe nchini Iran utakuwa wa namna gani? Wengi wanaweza kukumbuka kilichotokea kwa Iraq na Libya wakati serikali kuu ilipokuwa imeondolewa. Hata hivyo, wengi wanategemea sana jinsi mzozo huu utakavyoendelea katika siku zijazo. Iran italipizaje na kwa nguvu kiasi gani na kujizuia kwa kiasi gani kama kutakuwepo, Marekani inaweza kushawishi Israel kuwa nayo? Jibu la maswali hayo mawili litaamua mengi yanayoibuka. Lakini kwa sasa ni hayo yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran. Huku hatari ya mzozo huu kupanuka na kuwa mzozo wa kikanda zaidi kuendelea kuenea kila siku na kila wakati vita hivi vinapoendelea kupiganwa. Vita hivi baina ya Israel na Iran vimekuwa vikichukua sura mpya wakati wote, na hii ni kutokana na vile ambavyo mataifa haya mawili yameendelea kujitutumua, na huku kila taifa alikitaka kuonyesha uwezo wake wa nguvu za kivita kwenye uwanja wa vita. Na hii migogoro ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu baina ya mataifa haya mawili, mgogoro ambao bado haujapata tiba ya mzizi wa mgogoro huu, ambapo Israel inadai kwamba inahitaji kung'oa mzizi wa utawala wa Kiislam ndani ya Iran, lakini pia Iran ikiwa haitaki Israel iingilie mamlaka yake. Na kwa upande mwingine, Israel inadai kuwa lengo lake kubwa ni kulenga shabaha katika milima ya Fordo kwa ajili ya kuharibu mradi mkubwa wa nyuklia ambao Iran imekuwa ikiupanga kwa muda mrefu na hatimaye kufanikisha zoezi la kurutubisha madini ya uranium kwa asilimia 60. Hili limekuwa ni swali gumu ambalo linakosa majibu ya moja kwa moja kutokana na maelezo yaliyokuwa kitolewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa nyakati tofauti tofauti, mwanzoni akisema lengo lake kubwa lilikuwa ni kuilenga Fordo na kuharibu kabisa mradi wa nyuklia ambao Iran inataka kuanzisha, lakini mwingine, kwa upande mwingine akija kuzungumza kwamba hili ni lengo kubwa kabisa la kutaka kuondoa moja kwa moja utawala wa kidhalimu wa Kiislamu ndani ya Iran. Tafadhali tuandikie mtizamo wako juu ya hili, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.